Kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu Wakristo mkoani Mtwara wametakiwa kutumia haki yao kikatiba, kusikiliza sera za wagombea urais, wa bunge na madiwani, ili kuwachagua viongozi bora wenye hofu ya Mungu. Akihubiri katika ibada iliyofanyika kanisa la Anglican, mchungaji David Stanley Udoba ambaye pia ni katibu wa Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT wilaya Mtwara Mikindani, ibada hiyo ikiwa imeambatana na sikukuu ya Mikaeli na malaika zote, amesema kila mmoja na wajibu wa kumchagua kiongozi mwenye hofu ya Mungu, ambaye atajua mahitaji ya watu wake na kuyatekeleza. Tunapokwenda kwenye uchaguzi, mimi najua wajibu ulionao wewe ni wa kumtafuta kiongozi ambaye utaamini kwamba huyu atakwenda kutimiza ndoto ya Watanzania, atakwenda kuangalia vipaumbele vya Watanzania, atakwenda kuangalia vipaumbele vya Mtwara ndiye kiongozi ambaye wewe unatakiwa kuchagua, kwamba atajua hitaji la moyo wako, atajua hitaji lenu katika mtaa wenu, atajua hitaji lenu katika kata yenu, atajua hitaji lenu mahali ambapo mnaishi. Huyo ndiye tunayemtaka, unae mtakaee kachague akafanana na naovuwa, ili afikishe watu kwenye namna. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa namna hiyo tutampata wa wapi kama sio kuwambia Mungu kwamba Mungu, tupatie mtu anahitaji mtu mwenye weledi, mwenye roho wa Mungu, mwenye hofu, mwenye imani ya kweli. Hakuna tabia kukimbia, kila mtu atakuona unafaa. Sasa, sasa hiyo heshima, hiyo kura, ukimwangalia kiongozi, mwangalie, mseme hivi, kweli huyu ndani yake kuna roho wa Mungu? Je, huyu ndani yake kuna roho ya kusikiliza na watu. Awali akisoma barua kutoka kwa Askofu Oscar Stephen Mnung'a wa kanisa la Anglican Diocese ya Newala, Mchungaji Canon Franco Andrea Asili amesema askofu huyo amewahamasisha waumini wa kanisa hilo kulinda amani licha ya kuwasihi kujiepusha na makundi mabaya. Nachukua nafasi hii kuwahamasisha wananchi wote wenye sifa ya kupiga kura kuendelea kusikiliza sera kwenye mikutano ya kampeni ambayo inaendelea, na hatimaye siku ikifika, tushiriki kupiga kura ili kupata viongozi watakaoongoza taifa letu. Ni wajibu wetu kama kanisa na Wakristo kulinda amani ya nchi yetu. Tunawaomba tuna Wakristo na Watanzania wote kuepuka kushiriki chokochoko zitakazopelekea uvunjifu wa amani wa taifa letu. Tunawatakia heri na baraka katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na Mungu atukushe salama. Nao baadhi ya viongozi na waumini wa kanisa hilo akiwepo Dankan Bushiri na Sister Mary wameeleza namna ibada hiyo ilivyobariki mioyo yao huku akiahidi kuwa wataendelea kuliombea taifa katika kipindi hiki cha kampeni. Sababu pia hata yale mahubiri kama yalivyotolewa, e, mahubiri yametolewa kwa viongozi wetu ambao viongozi hawa pia wanapatikana kutoka kwenye maeneo yetu ya ibada kwahiyo, ni mahubiri mazuri wetu, kwa lengo la kuhusia viongozi wetu unaotegemea kuwachagua mwezi wa kumi. Kwa hiyo ni jambo jema kwamba maubili haya yameendana pia na lengo la kupata viongozi bora kutoka kwenye k ambao pia viongozi hao ni zao la uh, nyumba zetu za ibada. kwa majina yanaitwa Sister Mary. Leo tulikuwa na maadhimisho ya yes, sikukuu ya Mikaeli na watoto. Sikukuu hii inafananishwa watoto kama malaika, na ndio maana imewekwa kwenye sikukuu ya Mikaeli na watoto, ni malaika Saabu watoto bado hawajichanganya kwenye dhambi. Mimi nikiwa ni mwalimu St Mary katika kanisa hili la Anglican i twara mjini, awabariki na natubarikiwe sote tuendee kuwalia watoto hawa saasaa mapenzi mwenyewe, amina. Nikiripoti kutoka mkoani Mtwara, kanisa la Anglikan mtakatifu Mikaeli, mimi ni Christian Ngao wa Upendo TV.